Kiukweli imetuathiri sana. Kwao nilikuwa naomba angalau watusaidie vitu masokoni vishuke. Nyanya zimepanda sana vitu vyote, viungo vyote vimepanda. Sisi kama mamalishe atupati faida na ukiangalia zile siku netu, misi, koo, tunaomba kusema kiukweli tusaidiwe na nikizungumzia upande wa vijana wale ambao walishawishiwa wali, wali kuchochea ile maandamano. Waache hemu wafanye kazi kwa bidii. Kwa Tanzania ni nchi ya amani. Tunaomba amani iendelee. Vijana kuanzia 91 au 93 kuendelea huko mbele, wale hawezi kujua nini maana amani. Na ndio maana walikuwa rahisi sana kushawishika kwenda kuleta vurugu, kufanya mambo fulani. Lakini sahibi, washa, kwa sasa hivi limradi washa ona kwamba umuhimu wa amani, basi mimi nahisi kila jambo litaenda jinsi linavyohitajika. Ah, uh, wito wangu kwa vijana kutokuhusisha mambo kama haya inastahili Tusifuate mikumbo e, tu atulivu, tuangalie mambo yetu yanayotuhusu tufanye basi, haya mambo mengine ya kushirikiana ya kuambizana yani, tusi, tusiandamane tusifanine. Kikubwa kuangalia utaratibu wetu tu. Watu wanakuja wanavunja maduka yetu, wanachukua baadhi ya vitu, wizi wizi, sababu maandamano, bali ilikopo ni wizi ule, sababu vijana wengi wameasirika na naosia vijana wenzangu kabisa, kitendo hicho wanachofanya wanachokuja nacho sicho kizuri, sababu hata sisi wenyewe tunajitahidi sana, pamoja na ulinzi tuliowekewa sasa hivi hapa. Alhamdulillahi, Mungu anasaidia kidogo, kumepoa poa.